Nataka niwahakikishie kuwa kama mbunge wenu, pamoja na mambo mengine, tunayo miradi mikubwa mipya tunayoendelea nayo kwenye wilaya yetu. Tumeamua kwa pamoja kujenga soko la kisasa na stendi ya sasa, <coughs> ya kisasa <coughs> ambayo mmeona tumewahamisha watu wote pale stendi na sokoni kwa ajili ya ujenzi, lakini tumeamua vile vile kujenga ofisi mpya ya mkuu wa wilaya ambayo haikuwepo wale mliokuwepo miaka ya tisini na sita wakati tunaanzisha wilaya ya Bukombe, ile jengo analofanyia kazi mkuu wa wilaya ilikuwa ofisi ya tarafa wakati ule. Leo tumeamua kuvunja lile tujenge ofisi mpya ya mkuu wa wilaya pamoja na ofisi ya mkurugenzi mtendaji pamoja na maeneo kwa ajili ya makazi ya mkuu wa wilaya, ili wilaya yetu ya Bukombe na yenyewe ifanane na wilaya nyingine ambazo zimepiga hatua. Tumeamua kujenga uwanja mpya wa kisasa wa michezo kwa ajili ya wananchi wetu na vijana wetu kwenye wilaya ya Bukombe. Ujenzi wa barabara wa kuelekea kutoka Ushirombo kwenda Katoro, mkandarasi tayari amekamilisha na amepatikana na kazi imeanza, na wote mmeona shughuli zinavyoendelea. Tunajenga lami za mijini za kuzunguka uwanja wetu na eneo la kilima hewa, lakini tunaendelea na usambazaji wa taa za mijini. Tunazo taa mia mbili na hamsini tutakazozileta kwa ajili ya kusambaza kwenye maeneo mbalimbali yakiwemo maeneo ya Namonge, Liamba, Mgongo, Runzee Mashariki, Uyovu na maeneo mengine yote ili na wao waweze kupata taa za barabarani. Naomba niwashukuru sana vile vile viongozi wengine wote, wajumbe wa kamati ya siasa ya wilaya ya Bukombe na ninyi wajumbe wa halmashauri kuu ya wilaya ya Bukombe, kwanza kwa mshikamano wenu, kwa upendo wenu na kwa namna mnavyotamani kuona Bukombe inaendelea kubadilika. Haya ni matokeo tu ya awali ya juhudi ya watu wanaofanya kazi kwa pamoja, kwamba mkifanya kazi kwa pamoja mafanikio yanakuja. Na mimi kama sehemu yenu na kiongozi mwenzenu kwenye kamati ya siasa na halmashauri kuu ya wilaya, mimi nitaendelea kuunga mkono kila aina ya juhudi na mabunio mapya mtakayokuja nayo, ili tuweze kukijenga chama chetu. Ninakumbuka tulivyokutana kwenye ukumbi wetu wa mikutano halmashauri kuu ya CCM ya wilaya ya Bukombe mlinieleza na kusema kuwa sasa ni lazima tupige hatua moja mbele kujenga makazi ya maana kwa ajili ya watumishi wetu wa chama. Nakumbuka wakati ule mlisema jambo hili lifanyike kabla hatujaenda uchaguzi mkuu. Niliwaambia penye nia pana njia, tutafanikiwa. Nafurahi kusema kuwa tayari tumekwisha kununua eneo kubwa kwa ajili ya kujenga nyumba hizo, ya katibu wa wilaya, wakatibu wa jumuiya zote lakini tunaangalia kama tunaweza kujenga kitega uchumi kingine kwa ajili ya eneo la kupumzika wageni kwenye eneo hilo. Haya yote yametokea si kwa sababu ya mtu mwingine, ni kwa sababu yenu, ninyi wana CCM, wajumbe wa halmashauri kuu ya CCM ya wilaya ya Bukombe na wajumbe wa kamati ya siasa ya wilaya ya Bukombe. Leo siko hapa kueleza faida na manufaa ya vibanda hivi au maduka haya, lakini nieleze tu moja ya faida kazozipata ni kuwa na usalama na utulivu wa eneo hili. Uwepo wa biashara za kisasa katika eneo hili utaongeza idadi ya watu, utachangamsha mji wetu wa Ushirombo na kuongeza ulinzi na usalama. Lakini muhimu zaidi, chama kitakuwa kimepata mahali pa kupata kipato ili kiweze kujiendesha chenyewe.